Jeshi la Russia limetekeleza mashambulizi ya anga yaliyosababisha kuteketezwa kwa miundombinu ya makazi katika mji maarufu wa bandari uliopo kusini mwa Ukraine wa Odesa. Kwa mujibu wa CNN, mashambulizi mfululizo ya Russia kwa kutumia ndege zisizo na rubani, yaani droni, yamefanyika usiku wa kuamkia leo Ijumaa Machi 21, 2025, saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kueleza matumaini ya kumaliza vita hiyo. Pia yametekelezwa wakati ambao mazungumzo ya amani yanatarajiwa kuanza tena siku ya Jumatatu ijayo kati ya, ya, ya pande hizo. Trump ambaye hivi karibuni alifanya mazungumzo ya simu kwa nyakati tofauti na Rais wa Russia, Vladimir Putin na kiongozi wa Ukraine, Volodymyr Zelensky kuhusu utekelezaji wa kusitishwa kwa mapigano kwa sehemu alionyesha matumaini ya kumaliza vita hivyo siku ya Alhamisi akisema tunafanya vyema katika hilo. Maofisa wa pande zote mbili wanasema, wajumbe kutoka Rusia na Marekani wanatarajiwa kurejelea mazungumzo ya kumaliza vita siku ya Jumatatu nchini Saudi Arabia. Zelenski alisema timu kutoka Ukraine pia itahudhuria, huku mikutano inaendana na huo ikitarajiwa kufanyika, na alimhimiza Putin kuacha kutoa madai yasiyo ya lazima yanayoendelea kurefusha vita kati ya pande hizo. Namnukuu, ninaamini tutamaliza. Tutaona kitakachotokea Trump alisema siku ya Alhamisi akizungumzia mazungumzo hayo. Mamlaka nchini Ukraine zimeripoti kuwa, saa chache baada ya Trump kuzungumza, Russia ilizindua shambulio kubwa la droni dhidi ya Ukraine eneo la Odesa, likilenga maeneo ya raia na kujeruhi angalau watu watatu, wa akiwemo mtoto mdogo. Gavana wa Odesa, Oleh Kiper amesema miongoni mwa maeneo yaliyolengwa ni pamoja na jengo refu la ghorofa na jengo lingine lenye maduka. Video zilizosambazwa mitandaoni zinaonyesha kile kinachoonekana kuwa ni miundombinu ya kiraia ikiwa inawaka moto huku moshi mzito ukifuka juu ya mji huo na CNN bado haijathibitisha video hizo mara moja. Ofisa kutoka serikali ya Ukraine Oleksii Kuleba amesema, Rais wa Jamhuri ya Cheki Peter Pavel alikuwa katika mji huo wa bandari wakati mashambulizi hayo yanatekelezwa, wakati rais huyo akiendelea na ziara rasmi nchini humo. Wakati huo huo, gavana wa mkoa wa Zaporizhia nchini humo Ivan Fedorov amesema mashambulizi ya Russia yaliwajeruhi angalau watu watano karibu na mji wa Kusini wa Zaporizhia nchini humo. Hata hivyo, Rais Zelensky ta, alisema takriban droni mia mbili zilishambulia pia eneo la Kilovlad katikati mwa Ukraine usiku wa kuamkia jana Alhamis, akiwa likijeruhi watu kumi wakiwemo watoto wanne na kuharibu nyumba, kanisa na miundombinu muhimu nchini humo. Namnuku, Mashambulizi ya Russia dhidi ya Ukraine hayaachi licha ya propaganda zao kila siku na kila usiku karibu droni 100 au zaidi hurushwa sambamba na mashambulizi ya makombora. Kwa kila shambulio kama hilo, raia wa Russia wanaonyesha walimwengu mtazamo wao wa, wa kweli kuhusu amani. Zelensky aliandika kupitia akaunti yake ya mtandao wa X zamani Twitter. Ukraini na Russia zimeendelea kubadilishana mashambulizi ya anga katika siku za hivi karibuni, tangu Russia ikubali kusitisha kwa muda mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati, lakini bado haijaridhia kusitisha mapigano kwa upana kama inavyotakiwa na Marekani. Usiku wa kuamkia Alhamisi, Ukraine ilishambulia kambi ya anga ya kijeshi ndani kabisa ya ardhi ya Russia, ikisababisha mlipuko mkubwa na kuharibu nyumba zilizo karibu. Maofisa wa Russia na Ukraine walisema jeshi la Ukraine lilithibitisha kuwa lilihusika na shambulio hilo dhidi ya kituo cha anga cha Engels, zaidi ya maili 465 kutoka mpaka wa Ukraine, likisema kuwa lililenga kituo hicho kwa sababu kinatumika na jeshi la anga la Russia kuzindua mashambulizi ya makombora dhidi ya Ukraine na mashambulizi ya kigaidi dhidi ya raia. Jumatano, Zelensky alimshutumu Putin kwa kuvunja ahadi yake, tayari akisema kuwa Russia itashambulia Ukraine kwa kutumia droni 150 zikiwemo zile zilizolenga miundombinu ya nishati. Zelensky amesema yuko tayari kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya na kiraia ya Russia. Akisema kuwa Timu yake itatayarisha orodha ya malengo ya kiraia yatakayojumuishwa kwenye makubaliano ya hayo, na nukuu, Ukraine inakubali kusitisha mapigano bila masharti yoyote, lakini inasubiri mvamizi ya kubali akimaanisha Russia. Zelensky alisema siku ya Alhamisi wakati wa mkutano na waandishi wa habari nchini Norway. Putin alitangaza kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu mbinu ya nishati Jumanne baada ya mazungumzo marefu kwa simu na Rais Donald Trump, namnuku Vladimir Putin alijibu vyema mpango huu na mara moja akatoa amri kwa jeshi la Russia, alisema ilisema taarifa ya Kremlin iliyosambazwa kwenye vyombo vya habari. Kama sehemu ya madai yake ya kusitisha mapigano kwa upana, Russia iliweka masharti magumu ambayo Putin alikuwa amesisitiza hapo awali kama vile kusitishwa kwa msaada wote wa kijeshi wa kigeni na ujasusi kwa kiivu pamoja na kusimamishwa kwa uandikishaji mpya wa wanajeshi na uundwaji wa silaha mpya nchini Ukraine. Wakati wa kipindi hicho, Zelensky alizungumza na viongozi wa Ulaya Alhamisi, huko akirejelea uungwaji mkono wa Ukraine, akiwataka viongozi wengine wa Magharibi kuonyesha msaada wao kwa Ukraine kwa vitendo. Wakati Trump akiendelea kuikaribia Russia kidiplomasia, Reuters imeripoti kuwa na inukuu kadri wanavyokuwa na nguvu kwenye uwanja wa vita ndivyo wanavyokuwa na nguvu mezani kwenye mazungumzo, mkuu wa kituo cha diplomasia na Umoja wa Ulaya Kaja Kallas alisema kuhusu raia hao wa Ukraine. Mazungumzo jijini Riadhi, Saudi Arabia, Jumatatu yanalenga maofisa wa Marekani na Russia kuweka misingi ya mkataba uliokubaliwa na Trump na Putin pamoja na maeneo mengine mazungumzo kuelekea usitishwaji wa kamili wa vita hivyo. Mazungumzo haya yatajumuisha maofisa wa ngazi ya juu ya Marekani, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema Jumatano. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.